Kwa wakati huu hapa ni jambo jema la kipekee la fahari zaidi kumkaribisha uh, Ally Bakari Mufti, kijana kutokea Mangula mkoani Morogoro, lakini anapenda sana kukaa Unguja Zanzibar, sijui kwa nini, lakini lakinia <laughs> ni mahaba yote ni Tanzania, nchi adhimu yenye kuvutia, atakaa inaaje, na sasa yupo hapa katika zilizobamba nam kweli <laughs> nimefika katika zilizo bamba. Yes, sababu ya kupenda Zanzibar ni kwa sababu eh, yote ni nchi moja na unafahamu kwamba ni vile siwa vya marashakatia marasha katika, katika, ya yeah. katika kudumisha muungano wetu yes, kabisa kabisa yes. <laughs> <Na> mimi <medumisha. laughs> <Na mungano medumisha. laughs> ni nikuambie tu kwamba sina uhusiano wowote na Real Madrid. Ila nimefurahi yeah. kumsikia Sharifu Bayona akisema ya kwamba Leganes anaweza akapokea adhabu kali. basi sisi tukukaribishe hapa. Asante sana Saidi Msumi na timu yako hapo ya wachambuzi katika The Pitch. Lakini sasa hivi tunaingia katika zile zilizobamba, na haswa tutaangazia yale ambayo yamebamba katika mitandao ya kijamii. Yes, unafahamu ya kwamba kama ni mfuatiliaji mzuri wa mitandao ya kijamii lakini na vyombo vya habari, utafahamu jana kilikuwa kinajiri nini katika dimba la Benjamin Mkapa wakati ambao uh, waziri wa habari, uh, utamaduni, sanaa na michezo na naibu wake, lakini pia uh, na katibu mkuu wa wizara hiyo na pia uh, viongozi wa bodi ya ligi kuu, lakini pia viongozi wa um, TFF wakikutana na viongozi wa Yanga, wa Yanga na Simba ya kwa awamu tofauti tofauti. Kwa hivyo pitia pamoja na BMT na BMT pa, hey, yes, alikuwepo pale katibu katibu na mwenyekiti na mwenyekiti mzee Tenga, yeah. katibu bina yeah. msita e, yeah. msita bwana mm. Nashukuru sana kwa hivyo kupitia katika wizara ya habari, utamaduni, sanaa na michezo hiyo uh, ukurasa wao huo ambao unatambulika kwa wizara underscore sanaa tizi uh, wameweka posti za viongozi, wameka posti mbili tofauti. Kwa hivyo tumeanza na posti hii ambayo inahusiana na viongozi wa Young Africans. Unaweza kuona hapa, huyu ni katibu, huyu hapa ndio waziri mwenyewe Uh, Palamagamba Kabudi profesa huyu, uh, huyu hapa naibu wake waziri, uh, mheshimiwa um, Hamisi Mwinjuma ama Mwana FA, lakini huyu hapa Gerson Msigwa na huyu Herusi Saidi, ambaye ndio rais wa Young Africans. Hiyo ni kwa upande wa Young Africans na hawa ndio waliokuwa wameanza kufika pale, alafu baadaye kaja zamu ya Simba. Yes, kwa upande wa Simba, hiyo hapo unaweza kuona waziri huyu hapa, profesa Palamagamba Kabudi, lakini huyu hapa Murtaza Mangungu, mwenyekiti wa Simba Sports alafu huko try again huyo ni mjumbe wa bodi ya wa ya wakurugenzi ya Simba Sports. Uh, hao nao walikuwa zamu yao wakafika na mpaka uwepo na picha za kumbukumbu kuhusiana kumbu na yale yamejiri nini. Kimsingi tuendelee kusubiri, kwa sababu inaelezwa vikao bado vinaendelea endelea, ama sio, Said uh, mufti mm -hmm. jana ilikuwa ni, ni phase 1 tunaweza mm -hmm. kusema kwamba mm -hmm. uh, serikali mm -hmm. uh, baraza bala, la michezo mm -hmm. inawasikiliza mm -hmm. pande zote yes. kwamba yan Yanga wanasemaje? Simba wanasemaje? TFF wanasemaje? na bodi wa ligi nao wanasemaje? Kwa hiyo tutarajie kutakuwa na phase 2 hiki ambacho kimetokea jana. Sawa sawa, lakini kimsingi, kwa wanahabari, jana ilikuwa ni sehemu ya kuchuma habari pale, walikita kambi pale. Ni matukio ambayo kiukweli, nilivyokuwa naona wanahabari wakiwepo pale, miongoni mwa kazi ya habari ni ile a Yeah. matukio kudadisi na kunusa yes. kutafuta engo mm. yani pale ndo wanahabari yani matukio, mfano uchaguzi mm. ufanyaje mm. stori, kuna matukio yametokea mm. yani kazi ya wanahabari mm. ndo inaingia pale sasa, sawa sawa mm. yes, huyo ni Said Msumi au Van Msumi? haya mm. tutoke hapo bwana, twende sasa katika burudani ya soka moja kwa moja kupitia Azam TV Sports, ukurasa huu wa Instagram, tunakukumbusha Uh, match za CRDB uh, Bank Federation Cup. Yes, leo hii Ijumaa kuna mchezo mmoja tu ambapo Tabora United itaikaribisha Kagera Sugar majira ya saa kumi kamili jioni katika dimba lile la Ali Hassan Mwinyi pale eh, Tabora, lakini kesho eh, Jumamosi tarehe ishirini na tisa itakuwa ni Young Africans itakaribisha Songea United alafu kisha Mashujaa FC watakaribisha uh, Pamba Jiji. Mechi hizo mbili zote utazipata kwa wakati mmoja majira ya saa kumi uh, kamili jioni. Azam Sports 1 HD na Azam Sports 3 HD. Yes, hayo ni katika CRDB Bank Federation Cup. Tutoke hapo twende katika uh, posti nyingine tuone na kwenyewe uh, kuna habari uh, gani? Yeah, huyu ni Juma Kaseja. Tangu ametua Kagera Sugar, kiasi imeonekana imebadilika, sijui ni kwa nini, wachambuzi wanaweza wakasema hapa lakini, mm -hmm. E, picha hii ni kupitia ukurasa wao rasmi wa Kagera Sugar, wanasema tumewasili salama katika ardhi yenye utajiri wa asali kwa ajili ya mchezo wetu dhidi ya Tabora United siku ya kesho. Waliweka uh, usiku wa kuamkia leo, na ndio maana wameweka neno hilo kesho. Usiogope sana, mchezo leo, uh, ni leo hii na ni Azam Sports 1 HD. Unataka kutia nani? Yes, mm. Umezungumzia hapo kuhusiana na Juma. Juma kwa nini anafanya vizuri? mm. Unajua Juma timu alikoponayo msimu uliopita alikuwa kama kocha magoli kipa, mm. Ndio wakati wanaingia fanya pre-season, Mm. Juma alikuwepo. Ndia. Kwa hiyo hata alipokuja kocha Paul Mkate, yeye alikuwa ni sehemu ya benchi la ufundi. Ndio. Kwa hiyo yeah, wakati timu inasajiliwa yeye anajua. Anajua. Kwa hiyo baadaye mm. kocha alivyofukuzwa alipokuja kocha mwingine, mm. Juma naye aka akaondoka. Akaondoka. Kwa hiyo mwisho wa siku aliporejeshwa kuwa sasa kocha mkuu, mm. anajua yani kwamba tulifanya mazoezi gani kipindi kile, mm. timu ipoje hivi mm. na hivi, mm. lakini pia uzoefu wake kwamba mm. ni legend, yani ameshinda haya mataji. Mm. Anajua yani kwamba nini cha kufanya, kwamba yeah, hata mtu ak akimwambia mm. bwana fanya hivi mm. anajua nini anachokifanya. Kwa hiyo amebusti vitu vingi, hususan mm. pia morali na kadhalika, lakini yeah, yeah, pia akiwa yeah. anajipapatua kule chini, ili madi kuweza kurudi juu pia. Sawa, yes, hayo ni ya Kagera Sugar na CRDB Bank Federation Cup. Tutoke hapo tuende katika posti nyingine, na kwenyewe tuone eh, kuna habari gani? Yes, jicho hilo ikangalombo. <laughs> <laughs> <laughs> Huyo ni ikangalombo <laughs> mchezaji mm mpya mpya kidogo pale mitaa ya Jangwani. Anasema Jumamosi ni siku nyingine kwa wananchi kufurahi katika mchezo wa CRDB Bank uh, Federation Cup ambapo Ing Africa itacheza na Songea United. Yes, jicho la ikanga lambo linakutisha Sharifu Bayona uh, jicho linatisha lina japo uh, caption kidogo hmm. Hmm, uh, nikonyepesi yani caption maana hapo mm. Eh. mtegemea na waona na waona na waona. <laughs> <Yeah>. <laughs> Hatakeni comment, kuna mtu anasema Charles <tuk> anasema hilo jicho kidogo, jicho la ikangalombo linaonekana <tuk> <gefame> <tuk na fiamua je> <tuk> kama vile Africans, nasi nafahamu ya kwamba katika mchezo ule <mauv> wa <wako> kirafiki na, na Singida Black Stars alifunga bao kwa jicho la ikangalombo inanikumbusha zamani kidogo nyumbani, bi mkubwa yeah, kuchapi, yeah, ila kukata jicho fulani hivi mm, mwenyewe unafanya hivi hapo. <laughs> Tena kuna wageni <laughs> fanya hivi ni kwenda chumbani, ama kusema asante. Saidi, umenikumbusha zamani kuhusiana na wageni, aijakukuta wewe Uh, kwamba wamekuja wageni nyumbani alafu wageni wamechinjwa uh, kuku, unajua yani, unaweza kukuta kuku siku nyingi hapajapikwa nyumbani lakini mm, kuku ameandaliwa kwa ajili ya wageni tu leo, kwamba ni wageni sasa. Saidi sa, unakatiza katiza pale maeneo ambayo wageni wapo pale, uja kukutana na mazingira, unakulaga baba anatokea nakulaga jicho <gibu> la adabu hiyo, kuna jicho hilo, unajua hapo wageni eh, yes, unajua kabisa. Kwa wageni wakiondoka hapa, bibi yangu alikata jicho, akasema bibi, kwani uongo? Yes bwana. Uh, tutoke hapo sasa, twende katika ukurasa mwingine bwana. Unafahamu ya kwamba uh, tarehe thelathini na yes, tarehe thelathini. Uh, nitaka ni Sogeze mbele mm. ni itakuwa Jumapili hapo kuna mchezo wa mashemeji dabi, lakini mm. sisi tunakukumbusha mm. watakaosherehesha mechi hiyo ni hawa Mabawo wawili. atakuwepo Ali Salim mm. ambaye atakuwa mtangazaji namba moja mm. Uh, lakini atakuwepo Chazi Onyango mwenyewe, anapenda kujiita uh, mabululu makofi sana Kazi yes. kubwa sana yes. moja mm. yani, tamu sana wanakukosha yeah. mm. ah, kiukola wanakosha, ukiwasikia wao wanajiita watu wa pwani, watu wa pwani Mombasa, ukisikia sauti ya mabululu ee, akiunguruma. yeah. kutoka nyayo pale, hasa hapo, isikia hapo osi na Odhiambo amefunga bao halafu. yeah, yeah, yeah. yeah. hey. huyo ni Roy Royce ni hatari kijana, si kutokea mtaa maze, wanaupiga mwingi <laughs> oh. <laughs> Hey, basi hiyo burudani utaipata kupitia mm. um, Azam Sports 3 Uh, Jumapili hiyo majira ya saa kumi pale, lipia mapema kabisa kisimbuzi chako ili uweze mm. kupata uondo huo. Hapo miamba hii miwili itakuwa ime eh, na majukumu ya kusherehesha hiyo mechi mm. tutoke hapo twende katika ukurasa mwingine tuone na kwenye, kuna habari gani bwana? Simba Sports sasa hivi wapo safari safarini, wameanza alfajiri ya leo, walifika pale majira kama ya saa tisa hivi uh, usiku pale katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere. Lakini katika safari hiyo Ahmed hawezi kunyamaza kimya, akasema tu kwamba tumesafiri hizi na nini. Hapana, ameweka picha na caption akasema, tumekabidhiwa Tanzania. Simba Sports imekabidhiwa Tanzania hiyo. Eh, haipingiki hiyo eh. Hiyo unapenda upendi eh, itabidi ukubali eh. Na wewe ulitegemea kwamba wangeondoka baridi baridi tani. Ah, eh, ah, Ahmed anyamaza kimia? Ahmed anaondokaje, wezekani eh Adrian. Na Ahmed anavyosema tumekabidhiwa Tanzania, we unafikiri anamaanisha nini? Ni yani, kweli Tanzania ipo ipo yani, sio Tanzania tu unaweza kusema ukanda wa Sekafa <laughs> <hupo>, upo upo upo chini ya Simba yani. Simba ndio umekabidhiwa kwa sababu ya kile ambacho Uh, wanaendelea kukifanya na ni, ni timu pekee kutoka Tanzania mm. ambayo inashiriki mashindano ya haya ya Afrika mpaka hivi mm. sasa mm. mm. na wapo watu wa robo final, lakini Sudani atupo nao kutu... Alhilali Alhilali eh, ukanda, kwenye ukanda huu eh, eh, uh, Sudani Kusini wale mm. wa, Juba mm. eh, na yani mm. Sudani Kusini Juba na nyingi watu wa ya, watu wa diplomasia mm. nchi huwa wanaitaga miji yao mikuu yaani, kama Kiev Ukraine, anajua hupo huko nako hupo vizuri. Kwa hiyo akomeliari ni kauli ambayo ipo sahihi, ina ukweli ndani yake, kwa sababu ni timu pekee ambayo mm. inaiwakilisha nchi mm. na Watanzania wanatakiwa wawe mm. nyuma mm. ya hii kauli, kwa maana mm. waiombee ili kiweze kufika mbali zaidi, Watanzania wote. Ya, yeah. Okay. <laughs> amna namna. <laughs> Okay sawa. <so. laughs> Saidi nini namaliza hivyo lakini naomba nikukumbushe jambo mm -hmm. ya kwamba leo hii uh, ni mwezi 27, namaanisha hapo kwenye kiarabu inaweza kaa 27 au 28 kwa wengine. Mm -hmm. Maana ya kwamba Ramadhani inaelekea mwishoni na Eid inakaribia. Lakini mm -hmm. kwenye Eid kuwa makini sana. Hakikishe unawakaribisha ndugu zetu upande mwingine kwa sababu Pasaka ipo. Okay, mesa okay. Hapo hapa. Hapo ukiharibu hapo utakosa mwaliko. Kuna mtu alipo amefunga. Kumbushe. Wamefunga labda nao kwa rezima hata usiku ah, wawekee kwenye hotspots <mik> mm. Alafu baadae wakaribisha, ukijichanganya kwenye Pasako <mik> simlaumu mtu bora ah. wakumbushe <mikusia> lakini pia na watu watakuwa kazini pia, derivari zipo sawa. Mimi nimemaliza hivyo katika zilizobamba mitandaoni, bila shaka kabisa atakuwa wamenufaika. Yapo mengi, endelea kutembelea katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Instagram tunatambulika kama Azam TV Sports, lakini pia kuna ukurasa wetu mama unaitwa Azam TV TZ. Huko kote utaweza kupata taarifa mbalimbali. Ukurasa wangu mimi ni Ali Mufti underscore TZ. Lakini Saidi Msumi, unaweza kataja ya kwako, na Adrian na mwenzake Bayona mm. ili kuwakumbusha watu sawa kabisa bwana mi mm. nashukuru sana mi napatikana kupitia van yes. underscore Msumi yes. Bayona mm. mimi Sharif Bayona ama ukiandika mguu wa dhahabu inakuja naiona yes. pale mm. Adrian Adriano James hiyo hey, Adrian an ah. tu vingi ah, vizuri shukran sana Mufti nami mm. tutapata mwaliko wako pia tuombe piaombe <tumbe tumbe tumbe> mapishi mazito, watu wa Mombasa wanakwambia eh, mapishi ya kilamu Lamu, mapishi ya Mombasa, basi anakuwa ni mazito. Basi bila shaka pia ya Unguja. Unataka ya Unguja? Eh, sasa sijui ni kujibu vipi. uh... Unajua, na naomba nijibu kwa kuhamasisha wengine wafanye hivyo. mm. nimefanya hivyo, umeona, nimefutulisha naomba nijibu kwa kuhamasisha wengine wafanye hivyo, sio kwa ria Saidi, yeah. Mimi, mimi, mimi nikiweka neno ria, lakini, lakini, yeah. umenielewa <laughs> mm. uh, yeah. Ah okay. uh, kwe, lakini umeenda kwa Saidi mwenye kaelewa, ukisema mimi nimeielewa kufutulisha sio mpaka matangazo. Kwa hiyo inawezekana mimi labda nimefutulisha lakini sijatangaza. Ila wewe ulitangaza.